Na trade bila stop loss. Stori ya maneno rahisi, kuna kijana anaitwa Juma, alianzisha trading akiwa na matumaini makubwa. Juma alinunua sarafu kwa matumaini kwamba bei itapanda haraka, alikuwa anaangalia simu kila dakika, lakini Juma alikuwa hana stop loss. Siku moja market ikageuka ghafla, bei ikaanza kushuka kwa kasi. Juma aliogopa, lakini akasema ah, itarudi tu, ngoja niendelee kusubiri. Aliendelea kusubiri na bei iliendelea kushuka Dakika tano mbele, balansi yake yote ilikuwa imeyuka. Akashika kichwa, akabaki anajilaumu, kumbe ningeweka stop loss, nisingepoteza kila kitu. Juma alijifunza kwa njia ya uchungu, lakini wewe hujachelewa bado. Usisubiri market kuonyesha maumivu ndiyo ujifunze. Weka stop loss, linda pesa zako, linda ndoto zako, na trade bila stop loss, badilika leo kabla hujachelewa kama Juma. Ismail Abuu FX na kufundisha kulinda mtaji wako Follow for more.